Yerusalemu kwa shambi. Ilikuwa ni safari ya kwenda kutukomboa. Baba, tunakushukuru. Tunaomba usikie kinu chetu. Tunaomba ukatuongoze, ukatufundishe, ukatukumbushe mahali ambapo tunatamani kuhama njia. Turudishe katika njia yako ili Bwana tukastahili mbele zako. Na kwenda kinyume na ufalme wowote wa kuziu. Unaweza kuleta uzito katika mioyo yetu. Unaweza kuleta uzito katika masikio yetu. Unaweza kuleta uzito hata katika fikra zetu, zikatiwa giza, zikashindwa kukuelewa Kristo. Roho za uchovu, roho za usingizi, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, tunaiachilia damu yako ya mwana kondoo, ikatoke kibali machoni pako, ewe Bwana, ili ujumbe wa neno lako ambao umeokusudia kusemezana na sisi siku ya leo Zungumza nasi Bwana, tuko tayari kusikia nasi Bwana, tukaviandike maandiko yako matakatifu katika vibao vya mioyo yetu. Neno lako liwe msaada siku zote, tutembe hapo, tulala hapo, tuamka hapo. Bwana, tuwe pamoja na wewe katika jina la Yesu tunaomba na kushukuru. Kondoo wa Mungu ameshinda. Bwana Yesu asifiwe sana amina. Leo ni maadhimisho ya siku kuu ya mitende, siku ambayo Yesu Kristo alikuwa anaingia Yerusalemu, na alipofika katika mlima wa Mizeituni akawatuma wawili wa wanafunzi wake waende mpaka mahali alipowaelekeza ili wakamletee kitu alichowaagiza. Na kwa kuwa alipaswa aingie Yerusalemu kwa safari yake ya kwanza ya ukombozi, Biblia inasema aliwaambia wakamletee punda na mwana punda. Kwa kuwa ni mfalme, alipaswa kuingia Yerusalemu akiwa amepanda juu ya mnyama, ndiyo maana akaingia Yerusalemu kwa kwasha na watu wa Yerusalemu walipojua ya kwamba ni mfalme anaingia walimshangilia kwa shangwe kubwa, kwa sababu walijua tayari tunaondolewa kwenye utumwa kupitia mateso ambayo waliteseka kwa muda mrefu. Alipoingia Yesu waliona kwa ya kwamba ni siku ya ukombozi imefika. Ndio maana wanasema hosana, hosana ndiye mbadilikiwa ajan wanasema tunakusihi, tusaidie, tunakuomba, kwa sababu walikuwa wako kwenye utumwa na hakuna aliyeweza kuokoa. Walipomwona mfalme amekuja, walimshangilia. Mpe Yesu makofi na vigelegele. Bwana Yesu asifiwe sana, Bwana Yesu apewe sifa. Hicho ni kitabu cha Mathayo Mtakatifu sura ya 21. Kuanzia mstari wa kwanza mpaka wa ishirini na mbili utazipata habari hizo, lakini leo tutajifunza somo linalosema, tukiambatana na siku hii yetu ya mitendo, somo linalosema njia ya kutatua changamoto katika maisha yako. Somo ambalo tunajifunza siku ya leo lina sema njia ya kutatua Moto katika maisha yako. Na je, unafikiri njia hiyo unayotumia ni njia sahihi katika kutatua changamoto kwenye maisha yako? Bwana Yesu asifiwe. Maisha yako ni njia sahihi. Tuangalie kitabu cha Mwanzo sura ya kumi na mbili kuanzia mstari wa kumi. Naomba aliye shapu achukue maiki atusomee kwa haraka mtumishi, tusaidizane kidogo, tuna vifungu viwili vitatu halafu tutahitimisha. Mwanzo sura ya kumi na mbili mstari wa kumi, alafu tutakwenda sura ya 42 mstari wa kwanza na wa pili. Amen. Mwanzo 12 mstari wa kumi, maneno ya Mungu yanasema basi kulikuwa njaa katika nchi ile, Abrahamu akashuka Misri akae huko kwa muda, maana njaa ilikuwa nzito katika nchi. Ibrahimu alipotoka kule kwao, Mungu anamwambia aende katika nchi ambayo amemwagiza aende, nchi asiyojua Biblia inasema alipofika kule akaishi. Utazipata habari hizo kuanzia mwanzo yo kumi na mbili kuanzia mstari wa kwanza. Alipofika kule akaendelea na maisha yake na familia yake, lakini ghafla ikatokea njaa katika ile nchi.